Yesu Kristo, mtazamaji wa Tumaini TV, leo katika kipindi cha utoto mtakatifu utakuwa na utoto mtakatifu kutoka parokia Mtakatifu Clara Magole, pia utakuwa na mimi mtangazaji wako Neema James. Karibu toto mtakatifu Baba, mwana Watazamaji wa Tumaini TV. Leo tutaanza kipindi chetu cha utoto mtakatifu kwa sala. Karibu, karibu. Umejaa Amina. Amina. Neema, Bwana enawe, umebarikiwa kuliko kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kwetu. Amina, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa, na siku zote, na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa, na siku zote, na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa, na siku zote, na milele Katika kipengele cha kwanza cha nyimbo na vipaji. Kipengele chetu cha kwanza cha nyimbo na vipaji. Karibu katika kipengele chetu cha pili cha darasani. Watoto, mko tayari kwa maswali iyo? Yesu alikaa mlimani kwa muda siku ngapi? Mtazamaji, <togito> Wow. umetoka kusikiliza kipengele cha darasani cha maswali na majibu. Karibu katika kipengele cha mwisho cha historia ya takatifu. Watoto. Yeah, amina. Tunaenda kusikiliza historia ya Mtakatifu Clara wa Asizi. Mtawa na mwanzilishi wa shirika. Clara alizaliwa Asizi mwaka 1194 hivi zamani. Mtakatifu Francisco. Tazama 4 Oktoba. Tangu utoto wake alipenda zaidi kukaa katika upweke akisali na kufunga. Baadaye aliona mwenendo wa Mtakatifu Francisco, akamwambia kwamba anataka kuiacha dunia apate kumtumikia Mungu kwa faragha. Mtakatifu Francisco alimjaribu kwanza, akamtuma kwenda kuomba chakula chake kwa watu kama mtu maskini. Clara alikataa kuchumbiwa mara mbili. Wazazi wake walipotaka aposwe na walipotaka waposwe na kijana tajiri. Wakati huo, Clara akiwa na umri wa miaka kumi na minane alitoka kisilisili nyumbani kwa baba yake siku ya sikukuu ya matawi. Alienda katika kanisa la polisiunkula polisi, akayavua mavazi yake umaridadi na Mtakatifu Francisco akazitaka nywele zake na kumvika nywele za masista. Wazazi wake walitaka kumrudisha nyumbani kwa nguvu, lakini Clara akawaambia ya kuwa hamtaki mchumba mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Punde kidogo dada yake Anyesi alikuja kumtazama ili amgeuze Clara, ili aibadili nia yake lakini Klara akamshawishi dada yake na mwishowe Anyesi mwenyewe akaingia utawa. Baada ya miaka michache, hata mama yake alipokuwa mjane akaingia pia utawani. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa shirika la wa Klara Fukara. Watawa hawa waliishi maisha magumu sana. Kwa mujibu wa kanuni yao, walitembea kwa miguu mitupu, walilala chini hawakula nyama maisha yao yote hata kule kuzungumza, hawakuweza kuzungumza na mtu hadi hapo ilipobidi kufanya hivyo, au ikiwa kwanza wanasemeshwa. Ilikuwa marufuku kwa masista au shirika lenyewe kumiliki mali ya aina yoyote, lakini Clara alikuwa na busara ya kuwatunza masista wake. kwa hivi alimwandikia mama yake mkuu wa konventi nyingine asiongeze mambo magumu zaidi sababu miili yetu siyo ya chuma. Clara alipenda kusali karibu na tabernako alimo Bwana wetu Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi. Mwenyewe alizishona nguo za kulipamba kanisa. Siku moja Waislamu walishambulia mji wa Asisi Wakauteka, walitaka kuingia kwa nguvu katika monasteri ya mtakatifu Clara. Ingawa Clara mgonjwa, alitoka kitandani, akaenda kanisani, akatoa chombo cha hostia takatifu, akapiga magoti katika mlango wa monasteri, akasali hivi: Mungu, usitoe roho zetu sisi tunaokutumainia kwa watu hawa wakali, ulinde watumishi wako uliowakomboa kwa damu yako. Ndipo Waislamu walishikwa na hofu wakakimbia kwa fujo. Alikuwa mkuu wa shirika lake kwa muda wa miaka arobaini, akafariki dunia mwaka elfu moja mia mbili hamsini na tatu. Miaka ishirini na saba baada ya kufa kwa Francisco Asizi alitajwa kuwa mtakatifu mwaka elfu moja mia mbili hamsini na tano, miaka mitatu tu kisha na kufa kwake, Agosti kumi na mbili. Na hiyo ndiyo historia ya Mtakatifu Clara tuliojifunza siku ya leo. Hi. Utoto Mtakatifu. Asante, natumaini watoto wazuri tumejifunza kupitia historia ya mtakatifu Clara, si ndio? Ndio? Haya, kwa muda huu nataka kuuliza maswali kwa hiki nilichokisoma hapa kuhusiana na historia ya mtakatifu Clara. Mpo tayari?

Wazazi wa Mtakatifu Clara. Asante, amepata, amekosa. Asante, amepata. Clara alipenda kusali wapi? Karibuni wote. Haya, jipigieni makofi, watoto wa Mungu. Mtazamaji, kipengele hicho cha historia takatifu inatuhitimishia kipindi chetu cha utoto mtakatifu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Neema James. Kwa heri mpaka wakati mwingine. Tumsifu Yesu Kristu.